kumekuwa na ongezeko la ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali. Kwa hiyo ni faraja yetu kama serikali kwamba tumeweza kukuza uwazi na uwajibikaji na hatimaye kuleta utawala bora, tunaendelea kuleta utawala bora ndani ya serikali. Taarifa ya TAKUKURU imeashiria kuongezeka tena kwa ufanisi kwa aina mbili. Moja, ufanisi ndani ya TAKUKURU yenyewe. Taarifa hii imeonyesha kabisa kwamba TAKUKURU sasa wanafanya kazi, wamepunguza mapungufu yao na wanafanya kazi kuendana na taratibu wanazotakiwa kufanya kazi, na ndio maana wameweza kuona yote haya na kuyafanyia kazi. Lakini la pili, taarifa ile imeonyesha kukuza ufanisi ndani ya taasisi zetu za umma, na ameonyesha comparison mwaka huu ilikuwa hivi, mwaka huu ilikuwa hivi. Lakini pia kuyanyanyua Tanzania kutoka nafasi iliyokuwepo kwenye mapambano dhidi ya rushwa na kupanda juu kidogo, lakini tumepanda, na hii ni ishara kwamba kazi nzuri inafanyika ndani ya taasisi zetu. Takukuru imetuambia mambo kadhaa. La kwanza ni hilo la kwamba ufanisi umekuwa ndani ya taasisi zetu, lakini la pili ni matumizi ya mifumo na tehama kwamba kwa kiasi fulani sasa tehama inatumika ndani ya taasisi zetu, lakini ina mifumo iliyowekwa ndani ya taasisi nayo inafuatwa, na kwa kiasi kikubwa kupunguza yale mapungufu au kasoro zilizokuwa zikijitokeza huko nyuma. Lakini pia wametuambia kuna kiwango kikubwa cha kukuza ufahamu na kujenga ujasiri